Zanzibar imepokea mabasi ya kwanza ya umeme, mageuzi ya usafiri wa umma yaanza rasmi. Zanzibar imeandika historia mpya katika sekta ya usafiri wa umma baada ya kupokea rasmi mabasi yake ya kwanza yanayotumia umeme, hatua inayochukuliwa kuwa mwanzo wa mageuzi makubwa ya usafiri wa mijini kisiwani humo. Mabasi hayo yamewasili ikiwa ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa serikali wa kuboresha huduma za usafiri kupunguza msongamano wa magari na kuhamasisha matumizi ya nishati safi inayolinda mazingira kupokelewa kwa mabasi hayo kumezua matumaini mapya miongoni mwa wakazi wa Unguja hususan katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa abiria kama Malindi Mnazi Mmoja Chukwani na maeneo ya karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume kwa muda mrefu wakazi wa Zanzibar wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za usafiri zikiwemo uhaba wa vyombo vya usafiri wa umma, gharama zisizotabirika na msongamano mkubwa wa magari katika nyakati za asubuhi na jioni. Mabasi hayo ya umeme yanatarajiwa kuanza kutoa huduma rasmi kwa abiria baada ya kukamilika kwa maandalizi ya kiufundi, ikiwemo majaribio ya mifumo ya umeme, ratiba za safari na mafunzo ya madereva pamoja na wahudumu. Kwa mujibu wa mpango wa utekelezaji, awamu ya kwanza itahusisha mabasi kadhaa yatakayohudumia njia kuu za jiji, huku awamu zinazofuata zikitarajiwa kupanua huduma hadi maeneo zaidi ya Unguja na baadaye Pemba. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema mradi huu ni sehemu ya dhamira yake ya kuijenga Zanzibar ya kisasa, yenye miundombinu rafiki kwa mazingira na inayokidhi mahitaji ya kizazi cha sasa na kijacho. Mabasi ya umeme yanatajwa kuwa suluhisho endelevu dhidi ya changamoto za uchafuzi wa hewa na kelele, ambazo zimekuwa zikiongezeka kadri idadi ya magari ya mafuta inavyoongezeka kisiwani humo. Kwa wakazi wengi, ujio wa mabasi ya umeme unaonekana kama ahueni dhidi ya gharama kubwa za usafiri wa kila siku. Mabasi hayo yanatarajiwa kuwa na nauli nafuu na ratiba zinazoeleweka, hali itakayowawezesha wananchi kupanga safari zao kwa uhakika zaidi. Aidha, Huduma hiyo inatarajiwa kuwahudumia makundi mbalimbali mbali ya jamii, wakiwemo wanafunzi, wafanyakazi wa sekta za umma na binafsi, wafanyabiashara na watalii. Katika upande wa mazingira, wataalamu wa nishati na mazingira wanasema kuanzishwa kwake kwa mabasi ya umeme ni hatua muhimu katika kupunguza uzalishaji wa hewa chafu inayochangia mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kuwa Zanzibar ni kisiwa kinachotegemea sana utalii na mazingira safi, Matumizi ya usafiri wa umeme yanachukuliwa kuwa mkakati sahihi wa kulinda mandhari ya asili na afya ya wananchi. Mabasi hayo yameelezwa kuwa ya kisasa, yakiwa na mifumo ya salama ya hali ya juu, viti vya kisasa, nafasi ya kutosha kwa abiria, pamoja na mifumo ya kufuatilia safari kwa njia ya kidijitali. Aidha, vituo vya mabasi vinavyotarajiwa kutumika vimepangwa kuwa na miundombinu rafiki kwa abiria ikiwemo maeneo ya kusubiri yenye kivuli, taarifa za ratiba na miundombinu ya kuwahudumia watu wenye mahitaji maalum. Utekelezaji wa mradi huo pia unatarajiwa kuleka ajira mpya kwa vijana wa Zanzibar kupitia nafasi za madereva, wahudumu, mafundi wa matengenezo na wataalamu wa usimamizi wa mifumo ya umeme. Serikali imesisitiza kuwa itahakikisha vijana wa ndani wanapewa kipaumbele katika ajira hizo ili mradi uwe na manufaa ya moja kwa moja kwa jamii. Hata hivyo, pamoja na matarajio makubwa, baadhi ya wadau wameeleza haja ya maandalizi ya kina ili kuhakikisha mradi huo unakuwa endelevu. Miongoni mwa masuala yanayotajwa ni upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa ajili ya kuchaji mabasi, matengenezo ya mara kwa mara ya mifumo ya umeme, pamoja na elimu kwa wananchi juu ya matumizi ya huduma mpya ya usafiri wa umma. Wengine wamependekeza kuwa mafanikio ya mradi huo yatategemea pia nidhamu ya matumizi ya mabasi, ikiwemo kuheshimu ratiba, kulinda miundombinu na kuhakikisha mabasi yanatunzwa ipasavyo. Aidha, ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na wananchi unaonekana kuwa muhimu katika kuhakikisha mabasi ya umeme yanakuwa suluhisho la muda mrefu, si mradi wa muda mfupi. Kwa upande wa uchumi, wachambuzi wanaona ujio wa mabasi ya umeme kama fursa ya kuimarisha shughuli za kibiashara na utalii. Usafiri wa uhakika na wa kisasa unaweza kuongeza mvuto wa Zanzibar kwa wawekezaji na watalii, huku ukirahisisha usafirishaji wa wafanyakazi na wateja katika maeneo ya biashara. Kadri Zanzibar inavyoanza safari hii mpya ya usafiri wa umma wa kisasa, macho mengi yanaelekezwa kwenye utekelezaji wake wa awali. Mafanikio au changamoto zitakazojitokeza katika miezi ya mwanzo zitaamua kwa kiasi kikubwa mustakabali wa mradi huu na upanuzi wake katika siku zijazo. Kwa sasa, ujio wa mabasi ya kwanza ya umeme unaashiria mwanzo wa zama mpya ya usafiri Zanzibar. Ni hatua inayobeba matumaini ya kupunguza msongamano wa magari, kuboresha maisha ya wananchi na kulinda mazingira, huku ikiweka msingi wa maendeleo endelevu ya usafiri wa umma. Kisiwani humo.